Kwanza wanangu, ongeleni sana. Ibana jamani, ongeleni sana. Mmefanya kazi na Mungu ametupa kile ambacho tulikuwa tunakipambania si ndio? mimi kama kepteni kama didie, I'm so proud sana, yani sana, kwa hili ambalo limepatikana si ndio? kazi imepigwa, mmefanya kazi, matokeo tumepata na uzuri tumeweza kualifi kwenda kwenye hatua inayofuata. Haijawahi kutokea kabisa. Au sio? Yeah. Eh, kwa hiyo ongeleni sana wanangu na kila mtu awe proud.